Ndugu wana michezo, nataka niwaambie mikakati hii inayoimarisha michezo katika ngazi mba, mbalimbali mchezo, serikali inafanya haya yafuatayo: moja, tunaendelea kuimarisha katika ngazi zote za elimu ikiwemo kuratibu mashindano ya michezo ya umoja wa michezo na taaluma shule za msingi lakini pia sekondari, na tumeingia vioni ili kuibua vipaji vyenu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 ili zifundishe michezo na nyiye msome kuanzia huko mliko.